Je, umewahi kusikia kitabu kinachozungumzia maisha ya Yesu akiwa mtoto mdogo? Kama bado hujasikia, sio makosa yako, kwa sababu sio kitu utakachosikia kwenye ibada za kanisani kwako za kawaida au kwenye Biblia yako ya kila siku. Kitabu hiki kinasema kwamba Yesu akiwa mkoto wa miaka mitano alitengeneza ndege wa udongo, akampuliza pumzi, na ndege akapaa angani akiwa hai. Kinasema kwamba mtoto mmoja alimgonga begani na Yesu akamuua kwa neno lake. Kinasema kwamba mwalimu wake alijaribu kumfundisha, lakini Yesu akamwambia ana maarifa zaidi kuliko yeye. Sasa, ni kitabu gani hicho na kinasema nini zaidi? Leo nitakuchanua hapa. Tulia hapo hapo, relax, don't panic. Hii ni The Infancy Gospel of Thomas kitabu ambacho kiliandikwa miaka elfu mbili iliyopita, lakini kilikataliwa na kanisa. Leo tutakifungua, tutasoma mistari yake na utajua kwa nini walikificha. Kaa hadi mwisho. Na kama wewe ni mtu wa kutumia hisia, peleka kwa mpenzi wako. Hapa tunataka fikra huru tu. Lakini kabla hatujaanza ni kuombe, chukua sekunde zako tatu, bonyeza subscribe button, sababu channel yetu ya Neno Kweli inakutegemea wewe ili kuendelea kupata nguvu ya kufanya kazi. Asante sana, twende kazi. Hebu tuanze na ni nani aliandika kitabu hiki cha The Infancy Gospel of Thomas. The Infancy Gospel of Thomas kiliandikwa katikati ya karne ya mbili AD, karibu miaka mia moja hadi mia moja hamsini baada ya Kristo kufariki. Inasemekana, mwandishi wa kitabu hiki alifichwa ili kupoteza nguvu ya kitabu hiki. Kitabu hiki kinaonyesha jinsi Yesu alivyokuwa mtoto wa ajabu na mwenye nguvu za kiungu tangu utoto wake. Kati ya umri wa miaka mitano hadi kumi na mbili. Kitabu hiki kiliandikwa kwa Kigiriki na baadaye kilisambaa katika lugha nyingi: Kilatini, Kisiria, Kiethiopia na nyingine. Maandiko ya zamani zaidi yalipatikana kwenye papyrus za karne ya 5 na 6 AD. Lengo la mwandishi lilikuwa kujaza pengo, kwa sababu Biblia yetu inazungumza juu ya kuzaliwa kwa Yesu, Mathayo moja mbili, Luka moja mbili kahisha inarukaruka moja kwa moja hadi Yesu ana miaka kumi na mbili kwenye hekalu Luka mbili, arobaini na moja, hadi hamsini na mbili. Lakini kutoka miaka mitano hadi kumi na mbili Yesu alikuwa wapi? Alikuwa akifanya nini? Biblia yako haijaandika kwa nini. The infancy gospel of thomas inajibu hiyo, lakini jibu lake linashangaza na linatia hofu. Hebu tumwone Yesu na muujiza wa ndege wa udongo. Ukisoma Infancy Gospel of Thomas sura ya pili mstari wa kwanza hadi watano kwa makini, inasema mtoto Yesu akiwa na umri wa miaka mitano alikuwa akicheza karibu na mkondo wa maji, akakusanya maji yaliyokuwa machafu na kuyafanya safi tena kwa neno lake tu. Kisha akatengeneza udongo laini, akaumba ndege kumi na mbili. Ilikuwa siku ya Sabato. Kulikuwa na watoto wengine wakicheza naye lakini Myahudi mmoja alipoona Yesu akifanya hivi siku ya Sabato, alienda kwa Yusufu baba yake, akasema, tazama mtoto wako yuko kando ya mkondo, amechukua udongo na kuumba ndege kumi na mbili na ameinajisi siku ya Sabato. Yusufu alikuja mahali pale na alipomwona alimkemea akisema, kwa nini unafanya mambo ambayo si halali kuyafanya siku ya Sabato? Lakini Yesu akapiga makofi, akawaita ndege hao, akawaambia, Ruka, na ndege wakaruka, wakaenda zao wakipiga kelele. Unaelewa hilo? Yesu, mtoto wa miaka mitano, alitengeneza ndege wa udongo, kisha akawapa uhai, na wao wakaruka. Hii siyo hadithi ya kawaida ya utoto. Hii ni ushahidi wa nguvu za kiungu tangu utoto wake. Kitabu hiki kinasema Yesu kama mwanadamu hapa duniani aliua mtoto. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuja ya kutisha. Na mimi nilishtuka kama wewe tu, lakini kiu ya kusoma, ikanifanya niendelee hadi mwisho. Tulia hapo hapo, usimeze moto. Ukisoma Infancy Gospel of Thomas, sura ya nne, mstari wa kwanza, inasema hivi. Baadaye, Yesu alikuwa akipita katika kijiji. Mtoto mmoja alikimbia na kumgonga begani. Yesu akakasirika akamwambia, hautaendelea na safari yako. Mara mtoto huyo akaanguka chini, akafa. Wazazi wake walimlilia Yusufu wakisema, huyu mtoto wako ni mbaya. Hatuwezi kuishi naye katika kijiji. Mfundishe kuheshimu watu kwa maana anawaita watoto wenzake na wanakufa. Hii ni picha tofauti kabisa na Yesu tunayemjua kwenye Biblia. Yesu wa upendo, wa huruma. Lakini kitabu hiki kinamwona Yesu mtoto mwenye hasira na mwenye nguvu za hatari. Lakini mimi naona kama inawezekana, sababu hapa Yesu alikuwa mtoto na alikuwa na akili ya utoto. Kumbuka, hapa ni utotoni na kitabu haijasema kwamba Yesu alikuwa mtu mbaya. Hapana, kinaelezea tu utoto wake. Elewa vizuri hapa msikilizaji. Kama vile tu watoto wengine wanakuwa na visa tofauti tofauti. Tuone pia kisa cha Yesu mtoto. Na mtoto wa Anas. Kabla ya hapo, kulikuwa na tukio lingine. Ukisoma Infancy Gospel of Thomas sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu inasema mtoto wa Anas kuhani alikuwa na Yesu kando ya mkondo wa maji. Alikuwa na fimbo na kwa fimbo hiyo aliharibu mabawa ya maji ambayo Yesu alikuwa ameyatengeneza. Yesu alipoona hayo alikasirika, akamwambia, wewe mtu mbaya, mwenye kukosa busara na mwovu mabawa haya yalikudhuru nini? Tazama sasa, utakauka kama mti wala hautazaa majani wala mizizi wala matunda. Mara mtoto huyo akakauka kabisa. Mtoto wa kuhani aliharibu mabawa ya maji ya Yesu wakati wa mchezo, na Yesu alimlaani akafa. Wazazi wake walimlilia Yusufu wakisema, mwanao ni hatari, mfundishe mtoto kubariki, si kulaani, kwa maana anawaua watoto wetu. Kitabu hiki pia kinamuonesha Yesu akimfufua mtoto aliyekufa. Ukisoma Infancy Gospel of Thomas sura ya tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu, inasema: siku nyingine Yesu alikuwa akicheza juu ya dari la nyumba. Mmoja wa watoto waliocheza naye alianguka kutoka juu akafa. Watoto wengine walitoroka, lakini Yesu alibaki. Wazazi wa mtoto aliyekufa walikuja na kumshtaki Yesu wakisema wewe ulimsukuma mtoto wetu. Lakini Yesu alisema sikumsukuma. Kisha akashuka chini akasimama karibu na mwili wa mtoto aliyekufa, akamuita kwa sauti kubwa akisema, Zenon, amka niambie, je, mimi ndiye niliyekusukuma? Mtoto akainuka akasema, hapana bwana, wewe hukunisukuma, lakini ulinifufua kutoka kwa wafu. Watu wote walishangaa. Yesu alimfufua mtoto kutoka kwa wafu ili kujiondoa kwenye shutuma. Hii inaonyesha kwamba hata akiwa mtoto, Yesu alikuwa na nguvu za ufufuo. Msikilizaji, sema maarifa. Sema tena maarifa. Asante. Hebu tumuone Yesu na waalimu wake. Yusufu alimpeleka Yesu kwa mwalimu mmoja wa Tonati ili amfundishe kusoma. Hebu tuone kilifanyika nini. Ukisoma Infancy Gospel of Thomas, sura ya sita, mstari wa tatu hadi wa tisa, inasema, mwalimu akamwambia Yesu, sema alfa. Yesu akasema alfa. Mwalimu akasema, sasa sema beta. Lakini Yesu akamjibu, kwanza niambie maana ya alfa, ndipo nitakapoweza kusema beta. Mwalimu alikasirika, akampiga. Mara Yesu akamlaani na mwalimu akaanguka chini, akazimia. Mwalimu wa kwanza alianguka chini na kufa baada ya kujaribu kumfundisha Yesu. Yusufu alimchukua kwa mwalimu mwingine. Mwalimu huyu pia alishangaa na maarifa ya Yesu. Hebu tusome Infancy Gospel of Thomas sura ya 14, mstari wa pili, inasema, mwalimu akasema kwa Yusufu, ndugu, nilikuwa nafikiri nitapata mwanafunzi, lakini nimepata mwalimu. Mtoto wako ana maarifa ya kiungu, nichukue nyumbani kwako. Yesu, mtoto wa miaka saba au nane alikuwa akijua zaidi kuliko waalimu wake. Hakuhitaji kufundishwa, yeye ndiye mwalimu. Kiufupi alikuwa zaidi ya genius. Sema amina, sema tena amina. Asante lakini pia kama umesikiliza hadi hapa, wewe ni mtu wa nguvu sana na mwenye kiu na maarifa. Nikupongeze sana, hongera na sasa hebu tuone ni kwa nini kitabu hiki kilikataliwa. Sasa swali kubwa, kwa nini The Infancy Gospel of Thomas haiko kwenye Biblia? Sababu kuu ni tatu. Kwanza, inaonyesha Yesu kama mtoto mwenye hasira na hatari. Biblia inamwonyesha Yesu kama mwana wa kondoo asiye na dhambi, Yohana moja ishirini na tisa. Lakini kitabu hiki kinamuonyesha akiua watoto kwa hasira. Hii ilipingana kabisa na ujumbe wa upendo wa Injili. Pili, ilikuwa na mafundisho ya kushangaza. Kanisa liliogopa kwamba hadithi hizi zinaweza kumuonesha Yesu kama mtoto mwovu badala ya Mwokozi. Pia ingeonyesha kwamba Yesu alikuwa na nguvu za kiungu tangu kuzaliwa kwake, ambayo inaweza kusababisha mtatato kwa waumini. Tatu, haikukubaliwa na kanisa la awali. Wakati kanisa la Rirumi lilipokuwa likikusanya vitabu vya Biblia katika karne ya 4 AD, Council of Nicaea 1325 na Council of Carthage 1397, The Infancy Gospel of Thomas haikukubaliwa kutokana na sababu zao binafsi. Wazee wa kanisa walipinga kitabu hiki kuhofia kupoteza wafuasi. Lakini hapa swali ni je, mambo haya yalitokea kweli? Biblia yetu haisemi chochote kuhusu Yesu akiwa mtoto, isipokuwa tukio moja la kuenda hekaluni akiwa na miaka kumi na mbili, Luka 2:41 hadi 52. Lakini sasa swali la kujiuliza ni kwamba kabla ya miaka kumi na mbili, Yesu alikuwa wapi? Alifanya nini akiwa na watoto wenzake? Lakini pia ukumbuke kuwa waliochagua vitabu vya kuingia kwenye Biblia tunayosoma leo ni wanadamu. Kwa sababu hii, mimi kwa upande wangu, yawezekana kabisa. Ningependa kusikia maoni yako pia. Kila mtu ana haki ya kufanya utafiti wake mwenyewe na kuamua anaamini nini. Hakika Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa wa miujiza tangu utotoni, na mimi kama Mkristo najivunia hili, ndugu yangu mimi kama Mkristo napenda sana kusoma ili kuongeza maarifa, sababu naamini kuwa ukosefu wa maarifa unasababisha tunakuwa washabiki wa imani na sio wenye imani. Sasa una jukumu la kufanya utafiti wako mwenyewe. Kama umeelimishwa leo, bonyeza like button. Sasa kama unataka maarifa zaidi ya ndani ambayo kanisa halikutaka ujue, subscribe leo hapa. Share video hii kwa ndugu, rafiki na jamaa wanaopenda kufanya utafiti na kujifunza kama wewe. Na kama una maswali, weka comment chini. Tutajibu wote. Tunakuja na video nyingine nzuri zaidi, usikose. Kaa imara. Tutaonana video ijayo. Mungu akubariki.